Kwenye hiki kijiji kuna mama mmoja anaitwa mama Kelvin, mama mnyenyekevu, lakini maisha yamemkaba koo hadi sio poa. Yani ukimwangalia machozi anataka kumtoka bila hata kuuliza kitu. Alilea mwanawe mmoja aitwaye Kelvin kwa tabu kubwa sana. Mme alimkimbia akiwa bado mdogo sana, akabaki yeye na mzigo wa kulea mtoto peke yake bila msaada. Kila siku alfajiri, kabla hata ya jua kuchomoza, mama huyo alikuwa tayari barabarani akibeba ndoo ya vitumbua motomoto na maandazi, akipiga kelele, vitumbua vitamu, maandazi ya sukari, moto bado. Watu wakipita wananunua kidogo, ili apate hela ya kumlipia mtoto wake ada ya shule. Jasho lilimtiririka usoni, lakini moyoni alikuwa anajipa nguvu kwa ndoto moja kubwa, Kelvin kusoma na aje kufanikiwa, ili naye aishi maisha ya furaha. Lakini maisha ya kijijini hayakuwa rahisi hata kidogo. Kila siku mama huyu alitokwa na jasho la damu akihangaika kupata ada. Wakati mwingine alishindwa kabisa, analia hadi anakaa pembeni ya shamba akisema, Mungu wangu, nisaidie nisije nikakosa hela ya kitabu cha mtoto wangu. Hata duka lililokuwa kinunua chumvi na sukari, waliokuwa wanamuuzia walimjua kama mteja wa kudaiwa kila mara, kwa sababu hakuwahi kuwa na hela kashi mara nyingi alikuwa anachukua kwa deni kwa imani kwamba baada ya kuuza vitumbua atarudisha, lakini madeni yakazidi kuwa mzigo hadi wengine wakaanza kumsema vibaya kwamba maisha yake ni ya kuishi kwa kukopa. Hata hivyo, moyo wake haukuvunjika. Alikuwa anajua kitu kimoja tu, hata kama ataninuliwa na maneno ya kijiji, mwanaye lazima asome. Ndipo akatafuta njia nyingine ya kujikimu akaanza kubeba maji kwa nyumba kubwa kijijini, akiangaika na ndoo nzito kichwani hadi shingo na mabega yake akaanza kupata maumivu makali. Wengine walikuwa wanamcheka kwa sauti kwamba hana heshima kubeba maji kwa watu, lakini moyoni aliwaza, bora nichekwe, bora nizalilike, lakini Kelvin wangu akuwe akomee kwenye elimu. Wakati mwingine aliumwa miguu, wakati mwingine akipata vidonda kwa sababu ya safari ndefu, lakini bado alijikaza, maana ndoto yake kubwa ilikuwa moja tu: mwanaye asome mpaka afanikiwe, asije akabaki kijijini akihangaika na jembe la mkono. Kelvin akiwa mdogo alishuhudia mama akipambana naye, akawa anamfariji kwa maneno ya matumaini. Mama, usilie, nikikuwa nitakununulia gari kubwa, nitakujengea nyumba, hutateseka tena. Maneno yale yalikuwa faraja ya moyo wa mama. Mara nyingine yalikuwa kama ngao ya kumkia nguvu tena. Wakati mwingine mama alilala njaa, akapendelea chakula kile kiende kwa Kelvin, yeye abaki na maji tu tumboni. Lakini asubuhi tena akaamka na nguvu zile zile, akafunga kanga yake begani na kutokomea sokoni kuuza tena kama kawaida. Miaka ikasonga mbele, Kelvin akakua, akaingia sekondari. Mama hakuwahi kukosa ada hata siku moja, japokuwa alikuwa anapata kwa tabu sana. Wakati mwingine aliwahi kuuza mbuzi wa mwisho nyumbani, wakati mwingine akauza debe ya mahindi yote, ili apate hela ya ada Wenye kijiji walimsema anauza kila kitu kwa ajili ya mtoto, kumbe mwisho wa siku mtoto wa kiume atamwacha tu. Lakini mama Kelvin hakuona hiyo kama sababu ya kupata tamaa. Aliamini kabisa kuwa Kelvin atakuja kumpa heshima kubwa maishani na kwamba damu na jasho lake havitapotea bure. Kelvin alipofika kidato cha nne alipata matokeo mazuri sana hadi kijiji kizima kikashangilia. Walimu wake walimpa sifa kubwa, wakasema, mtoto huyu ana akili ya kipekee kabisa. Hapo kijiji kilianza kuona matunda ya jasho la mama. Kelvin akachaguliwa kwenda shule ya juu zaidi mjini. Mama akajawa na furaha isiyoelezeka, machozi ya furaha yakamtoka hadi akainama chini akamshukuru Mungu. Lakini furaha ile haikukawia kuwa maumivu mengine, maana ada ya shule ya juu ilikuwa kubwa mno, mara mbili ya yote aliwahi kulipa. Mama akashindwa kula siku ndadha, akikaa tu anawaza, atalipaje ada hii? Atampelekaje mtoto wake mbali mjini? Ndipo mama akachukua uamuzi mgumu wa kukopa mikopo ya kijiji. Akaenda kwa watu wenye masharti makali, walimkopesha hela kwa riba kubwa. Wengine wakamwambia wazi kabisa akishindwa kulipa hawatamwachia. Lakini mama hakujali, alisema bora mimi niteseke, bora nichome kwenye madeni, bora nizalilishwe, lakini Kelvin wangu asome. Hivyo ndivyo alivyoanza maisha ya madeni makali, kila mwezi akiwaza atarudishaje pesa, lakini wakati huo Kelvin akiwa darasani akifanya vizuri zaidi. Sasa maisha yakazidi kumgeukia mama, kila alipofikiri amepumua kidogo, deni lingine linamkaba. Kila alipokusanya hela za vitumbua, sehemu kubwa ikaenda kulipa riba, lakini hakuwahi kumwambia Kelvin ukweli. Alimficha ili asimvunje moyo. Kila akimwona mwanaye akivaa sare ya shule nzuri, moyo wake ulijaa faraja, akasema hata nikifa sasa nitaacha alama. Lakini kiukweli ndani ya roho yake alikuwa na hofu kubwa kwamba siku moja akishindwa kulipa, wale wakopeshaji wakali wa kijiji wangechukua hata kibanda cha udongo kilichokuwa tegemeo pekee. Lakini hakuwahi kukata tamaa, alimwamini Mungu na elimu ya mwanaye Kelvin. Naye alianza kujisikia vizuri kwa sababu sasa alikuwa shule ya mjini maisha yake akawa tofauti sana na yale ya kijijini. Akaanza kuwa na marafiki wa mjini waliokuwa wanavaa vizuri, wanaongea Kiingereza kizuri, na wanajua vitu vya kisasa. Polepole akaanza kuona tofauti ya maisha aliyokuwa akiishi na mama yake, akianza kulinganisha moyoni. Mwake alianza kujisemea, nitafanikiwa mimi, sitaki tena maisha ya kijijini wala ya umaskini wa mama. Maneno yale aliyokuwa anamwambia mama zamani ya kumjengea nyumba taratibu yakaanza kufutika kwenye akili yake. Mama akiwa kijijini hakujua mabadiliko yanayotokea kwa mwanaye, alikuwa anaamini bado yule Kelvin wake yuko vile vile, mwenye moyo mwema. Kila akipokea barua ya matokeo mazuri au kusikia mwanaye alipewa zawadi kwa ufaulu, machozi ya furaha yalikuwa yanamtiririka. Wakati mwingine angeenda kanisani siku ya Jumapili na kumtaja mwanaye mbele za watu wote, akisema huyu ndiye tumaini langu naamini siku moja atanitoa kwenye haya mateso. Watu walikuwa wakimshangilia, lakini baadhi ya wale waliomkopesha walikuwa wakicheka kwa dhihaka, wakisema tungoje tuone kama huyo mtoto atamkumbuka mama yake. Miaka ikaenda haraka, Kelvini akamaliza sekondari ya juu, akaingia chuo kikuu, tena chuo kikubwa cha mjini. Mama hakujali hata ukali wa madeni, alijitupa kufanya kazi yoyote ya mikono, hata kama ni kufyeka mashamba ya watu kubeba mawe kwa ujenzi au kufua nguo za jirani. Aisee, pale kijijini watu akaanza kusema sasa yule mama atavuna matunda yake. Kila mmoja akajua Kelvini atakuja kuwa mtu mkubwa, mama Kelvini akajawa na tumaini jipya. Lakini huku mjini Kelvini alianza kuingia kwenye dunia ya starehe. Alipata marafiki wa kisasa, akaanza kutembea na mabinti waliopendeza, akawa anapewa zawadi za heshima kutoka makampuni kwa sababu ya akili yake darasani. Taratibu akaanza kuona aibu kuhusu maisha aliyotoka. Wakati marafiki wakimuuliza kuhusu familia yake akawa hajibu kwa uwazi, wengine wakisikia hana baba wakaanza kumcheka, hivyo akawa anaona bora aseme wazazi wake walishafariki kuliko kumwambia mtu mama yake ni mchuuzi wa vitumbua kijijini. Hapo ndipo mbegu ya ukatili ikaanza kuota ndani yake. Mama kijijini aliendelea kufurahia mafanikio ya mwanaye bila kujua, kila alipokaribia mtu akamwambia "Mama wa Kelvin, mwanao sasa ni mtu wa maana, yupo chuo kikuu." Machozi ya furaha yalikuwa yanamtoka, na moyoni alikuwa anaona furaha inamrejea, akiamini kabisa siku moja Kelvin akimaliza masomo atamjengia nyumba nzuri, na hata ateseka kena. Hata wale waliokuwa anamcheka wakamwita mama wa madeni walinyamaza, wakiamini kweli matunda yanaiva. Siku ikafika, Kelvin akamaliza masomo, akapata kazi nzuri haraka sana mjini maisha yake akabadilika mara moja, akawa anakaa nyumba ya kifahari anaendesha gari kubwa, na kila mahali alipopita watu walimtazama kama mfano wa mafanikio. Mama kijijini akapokea taarifa hizo kwa machozi ya furaha, akashukuru Mungu siku kucha, akaanza kujiandaa kwa moyo wote kwamba sasa hatavumilia tena njaa, sasa kijiji kitamwona tofauti. Lakini hakujua upande wa pili, moyo wa mwanaye ulikuwa umeanza kumkana taratibu. Ndipo tukio la kwanza la uchungu likaja. Mama alipougua sana kijijini na kutuma ujumbe mjini kwamba Kevin aje kumsaidia . Kevin aliposikia alijifanya hana muda, akasema kazini ni bize sana. Mama akiwa kitandani kijijini alilia sana, akishika kifua chake na kusema kweli, Kevin wangu unikumbuki tena. Lakini machozi ya uchungu yalikuwa anamtiririka bila hata kujizuia. Wakati mwingine mama aliposikia sauti za watu wakiongelea mwanaye akionekana kwenye magazeti moyo wake ulijawa na furaha na uchungu kwa wakati mmoja. Furaha kwa sababu ndoto yake imetimia, uchungu kwa sababu hakuwahi kupokea hata simu moja ya kutambulika au msaada mdogo. Aliendelea kuwa na imani, lakini moyo wake ulianza kupata maumivu makali zaidi kila siku. Na pale kijijini, kila alipoulizwa, mama Kelvin, vipi anakutembelea lini? Moyo wake ulikuwa unachubuka kama jeraha jipya, lakini hakuwahi kumkashifu mwanaye. Alijibu kwa unyenyekevu ni shughuli nyingi tu, lakini atanijaa siku moja. Siku moja mama alipopata nguvu kidogo, akaamua kwenda mjini kumtembelea Kelvin mwenyewe. Akasema hata kama atanisahau, lazima nimuone macho kwa macho. Safari ilikuwa ndefu. Akabeba kitenge chake kipya cha kijijini kama zawadi kwa mwanaye, akafunga chakula cha kienyeji kwenye kikapo. Alipofika mjini, hakuamini macho yake kuona nyumba kubwa ya kifahari yenye walinzi. Lakini aliposogea karibu na geti, walinzi wakamzuia na kumwambia hapa huwezi kuingia bila ruhusa ya bwana mkubwa. Mama akawa anawaeleza kwa machozi akisema, mimi ni mama yake Kelvin, nimekuja kumuona tu, lakini walinzi walimcheka na kusema, wewe mama wa kijijini, huyu bwana mkubwa hawezi kuwa na mama maskini kama wewe. Mama akaanza kulia, akapiga magoti pale pale getini akibembeleza aingie, lakini bado akafukuzwa. Kelvin alipofahamishwa kwamba kuna mama mmoja amekuja akidai ni mama yake, alitoka nje kwa hasira kali, macho yake yakijaa kiburi. Akamkuta mama akilia kwenye udongo, akamwambia kwa sauti ya dharau, "Wewe si mama yangu. Acha kutafuta jina langu. Mama yangu alishafariki zamani." Maneno yale yalichoma moyo wa mama kama kisu. Moyo wake ukawa kama unadondoka kwenye shimo refu. Akalia kwa uchungu mbele ya watu na kusema, "Mwanangu Kelvin, hivi kweli unanikana mbele ya watu?" Lakini Kelvin akawageukia walinzi na kusema, mtoe huyu mama hapa mara moja. Sitaki drama mbele ya marafiki wangu. Mama akapigwa na butwa, akasimama taratibu huku machozi yakimtiririka, akajiambia moyoni, haya ndiyo matunda ya mateso yangu. Mama hakukata tamaa siku hiyo, aliendelea kukaa mjini kwa siku mbili akitumaini mwanaye atabadilisha moyo. Alienda hadi ofisini kwa Kelvin, lakini alipojitambulisha kwa sekretari, alifukuzwa tena. Kelvin akawaambia wenzake ofisini, sijui kwa nini wamemruhusu huyu mama wa vijijini kuja, mimi sina mama kama huyo. Wenzake walimcheka na kumpongeza kwamba sasa yeye ni mtu wa hadhi kubwa, hawezi kujihusisha na vijijini. Mama akatoka pale ofisini kwa aibu, akitembea barabarani huku watu wakimkodolea macho. Moyo wake ulijaa majeraha mapya, lakini bado alimwombea mwanaye moyoni. Basi ilibidi arudi kijijini tu, hakuwa na namna. Wakati mama akiendelea kuishi kijijini kwa mateso, akaanza kuugua maradhi ya mara kwa mara kwa sababu ya mawazo na msongo wa maisha. Hakuwa na mtu wa kumsaidia zaidi ya majirani wachache waliokuwa na huruma. Alipowatuma wajumbe kwa Kelvin mjini kwamba mama yake mgonjwa, Kelvin aliwajibu kwa kiburi akisema, msinisumbue na maneno ya kijijini, mimi sina mama huko. Maneno yale yalifika masikioni mwa mama kama radi ikidondoka katikati ya kifua chake, akalia usiku mzima. Akamwangalia mbinguni na kusema Mungu wangu, je, hivi niliwahi kufanya kosa gani mpaka mwana wangu ananikana? Lakini pamoja na hayo yote, mama hakuwahi kumsemea Kelvin maneno mabaya hadharani. Aliendelea kumtetea mbele ya watu wa kijiji. Wengine walimsema vibaya kwamba ametelekezwa, wengine wakamcheka, wakisema sasa atakufa na madeni, lakini mama aliendelea kuwa na imani kwamba siku moja mwanaye atamkumbuka. Hata aliposhindwa kulipa deni kubwa na mkopeshaji akaja kutishia kuchukua shamba lake dogo, bado aliomba apewe muda, akiahidi Kelvin atakuja kulipa. Moyoni mwake hakukubali kuamini kabisa kwamba mtoto wake amemkataa moja kwa moja, bado alikuwa na chembe ndogo ya matumaini. Lakini Kelvin akiwa mjini aliendelea kubadilika, akazidi kulewa na maisha ya starehe, akazidi kuwa na marafiki wakubwa waliomzunguka, akazidi kufunikwa na heshima na makampuni yaliyompa heshima kwa kazi yake kila alipowaona watu wa hadhi ya juu walimpongeza na kumwita kijana wa mfano, lakini moyoni mwake hakuwa na huruma tena kwa yule mama aliyepambana kumfikisha hapo. Mama akabaki kijijini akiangaika na maradhi, madeni na unyonge. Baada ya Kelvin kuzoea maisha ya kifahari mjini, akapata mke kutoka familia ya kitajiri, mwanamke aitwaye Miriam. Mwanamke huyo alikuwa mrembo mwenye maringo na kiburi kilichofunika uso wake. Mara ya kwanza aliposikia kwamba mama yake ni mchuuzi wa vitumbua, alicheka kwa dharau, akasema, hivi kweli bwana mkubwa kama wewe unaweza kuhusiana na mama wa kijijini anayebeba ndoo za maandazi? Hapana Kelvin, hadhi yako haiwezi kushuka kiasi hicho. Maneno yale yakakaa kichwani mwa Kelvin, yakamshawishi zaidi kumkana mama yake. Polepole akaanza kumwamini mke wake kuliko moyo wake mwenyewe. Mama akiwa kijijini, alipopata taarifa za harusi ya mwanaye, moyo wake ulijaa furaha isiyo na kifani. Alikodi gauni jipya la kitenge kutoka duka la jirani, akatayarisha zawadi ya kitambaa cha heshima na kikapu cha mihogo ya kienyeji. Akasema moyoni, nitamwendea mwanangu siku ya harusi yake, nitamshangilia, nitakuwa mama wa heshima. Lakini hakujua kwamba harusi hiyo ilikuwa mwanzo wa fedheha kubwa kwake. Mama alipofika ukumbini, alivaa vitenge vyake vizuri na kuingia taratibu, huku akibeba zawadi yake. Walinzi walimwangalia vibaya, lakini walimruhusu kwa sababu alijitambulisha kama mama wa bwana harusi. Wakati wageni wakiwa wamekaa, Kelvin na Miriam walisimama mbele ya wageni, na mama naye akainuka kumpa zawadi. Aliposogea mbele, Miriam akashika mkono wa Kelvin na kumwongelesha kwa sauti ya juu, huyo mama ni nani? Mbona amevaa nguo za kijijini? Kelvin usiruhusu alete aibu kwenye harusi yetu. Kelvin akatikisa kichwa kwa hasira, akamgeukea mama na kusema kwa sauti kubwa, wewe si mama yangu, acha kunisusumbua, nilishakukataa, lakini bado unanilazimisha, toka hapa mara moja. Wageni wakabaki kimya, wengine wakashangaa, wengine wakaanza kumsema mama vibaya. Mama akalia kwa uchungu, akashika zawadi yake kifuani, akasema kwa sauti ya maumivu, Kelvin mwanangu hivi kweli unanikanaje siku yako ya furaha? Lakini Kelvin akapiga kelele kwa walinzi, mtoe mwi mwanamke hapa nje. Mama akafukuzwa mbele ya wageni, zawadi yake ikadondoka chini na kuonekana na kila mtu. Watu wakacheka, wengine wakamcheka kwa kusema eti ndiye mama wa bwana harusi. Hao watu wa kijijini kweli hawajui heshima. Mama alitembea akilia hadi barabarani, moyo wake ulichanika vipande vipande, lakini bado alimwombea mwanaye. Akatafuta kanisa lililoko karibu naye na akaenda kukaa kanisani usiku huo. Akamwambia Mungu hata kama amenikataa bado nitabaki mama yake, lakini uchungu wa moyoni haukuwa na dawa. Kilio kilimkaba koo kila alipokumbuka jinsi alivyoaibishwa. Basi mama akaamua kuondoka na kurudi kijijini kwake. Siku chache baada ya sherehe, mama alijikusanya nguvu na akamwandikia Kelvin barua ya upendo, akisema hajali fedheha aliyopata, anataka tu kumwona, lakini Kelvin hakujibu barua ile badala yake alimwambia mke wake, ukiona tena huyu mama anatuma barua au kuja mjini mpige marufuku kabisa, sitaki asikike hata kidogo. Miriam akamcheka na kusema hapo umenena, hakuna haja ya mtu wa kijijini kuharibu jina lako. Mama kijijini akangoja na kungoja, lakini barua haikurudi. Moyo wake ukaendelea kuumia sana. Mama kijijini hakuwahi kuacha kuwa na matumaini, japokuwa moyo wake ulikuwa unadidimia taratibu kila alipokwenda kanisani aliendelea kumtaja Kelvin kwenye maombi akisema, Mungu wangu, kama kweli machozi ya mama yana nguvu, basi angalia huyu mtoto wangu. Lakini kila aliporudi nyumbani alikumbuka jinsi alivyoitwa mchawi, jinsi alivyoitwa mama wa kuokota, na jinsi alivyoondolewa kwenye harusi ya mwanaye. Kila kumbukumbu ilikuwa inampasua moyo kama kisu kinachochana ndani kwa ndani. Hali ya kijiji nayo ikazidi kumtesa. Wengine wakaanza kumkimbia wakisema wasije wakaguswa na mkosi. Mama akabaki mpweke, kila mara akishirikiana na majirani wachache tu waliokuwa na huruma. Mara nyingine alikosa hata chakula, akilala njaa, akiwaza siku hizi Kelvin wangu anakula chakula cha hoteli kubwa, lakini mimi mama yake nalala na tumbo tupu. Huo uchungu ulikuwa unakula moyo wake taratibu, lakini bado hakukubali kusema neno baya dhidi ya mwanaye. Kelvin akiwa mjini alizidi kulewa na mali. Alinunua magari makubwa, akajenga nyumba kubwa yenye vyumba vingi, akafanya sherehe kubwa za kifahari. Hata wakati mama alipougua na kutumwa tena ujumbe kwa Kelvin, Kelvin alikataa kabisa akasema, "Acheni kuniletea habari za kijijini. Mimi sina mama." Majibu yale yakarudi kwa mama kama risasi. Moyo wake ukazidi kuumizwa. Majirani walimwangalia na huruma. Lakini mama kila mara aliwaambia, "Msimseme vibaya Kelvin, bado ni mtoto wangu." Lakini machozi yake hayakukoma. Kila usiku alikuwa akilia kimya kimya, akilalia mito yake ya zamani, akijua kuwa mateke aliyoyapata ya yametoka kwa mtoto wake mwenyewe. Kwa wakati huu, kila kitu kilikuwa kimebadilika. Kelvin sasa alikuwa mtu wa heshima mjini, lakini mama alibaki kuwa mtu wa dharau kijijini. Watu walimcheka, wengine walimnyoshea kidole na hata wale aliowahi kuwasaidia walimgeuka. Mama akabaki peke yake akihisi uchungu wa moyo kila saa. Ndipo akaanza kupata maumivu makali zaidi ya mwili kutokana na mawazo, lakini bado hakukata tamaa, bado aliendelea kumwombea mwanaye. baada ya Kelvin kufurahia maisha ya kifahari kwa muda mrefu, mambo yakaanza kubadilika taratibu. Kampuni aliyokuwa anafanya nayo kazi ilianza kupata matatizo makubwa ya kifedha. Marafiki wake waliokuwa wanamsifia kila siku wakaanza kumsahau taratibu. Hata mke wake Miriam alipoona mambo yanaanza kuyumba, alianza kumsemesha kwa ukali, akimwambia Kelvin, mimi niliolewa na wewe kwa sababu ya pesa na hadhi. Sasa kama mambo yameharibika, usinibebeshe matatizo yako. Kelvin akabaki kimya, akijua moyo wa mke wake haukuwa pali kwa upendo bali kwa tamaa. Ndipo maisha yake yakaanza kuingia giza lililokuwa hajawahi kuliona. Siku moja Kelvin alipokuwa akielekea kazini alipata ajali mbaya ya gari. Gari lake jipya liliharibika vibaya sana, mwili wake ukapata majeraha makubwa. Alipolazwa hospitalini, watu waliokuwa wanamsifia walipotea, marafiki wake wa karibu hawakufika kumwona. Hata mke wake Miriam alikuja mara moja tu, kisha akamwacha pale hospitalini akisema ana shughuli nyingi. Kelvin akabaki kitandani peke yake, akiwaza maisha yalivyomgeuka kwa ghafla. Alijua kabisa sasa anahitaji msaada wa kweli, lakini kila mtu aliyemtegemea alimwacha. Habari zikafika kijijini kwamba Kelvin amelazwa hospitalini mjini baada ya kupata ajali. Mama Kelvin aliposikia hakuuliza mara mbili. Hata akiwa mgonjwa na dhaifu, alijitahidi kukusanya nguvu zake zote, akakopa hata nauli ya basi akaenda moja kwa moja mjini. Alipofika hospitalini na kumwona mwanaye kitandani, machozi yakamtiririka, akamshika mkono huku akilia kwa sauti ya uchungu, "Kelvin mwanangu, hivi haya ndiyo maisha uliyoyachagua? Mimi bado ni mama yako hata kama umenikana." Kelvin akabaki kimya, machozi akimtoka kwa mara ya kwanza mbele ya mama yake. Kelvin alikumbuka maneno yote ya ukatili aliyowahi kumwambia mama yake alikumbuka alivyomfukuza kwenye harusi, alivyotupa zawadi yake, alivyomuita mchawi na mama wa kuokota. Moyo wake ukajawa na majuto makubwa, akaanza kulia kama mtoto mdogo akisema, mama, nisamehe, nilidanganywa na mali, nilidanganywa na marafiki, nilisahau wewe ndiye uliyenifikisha hapa. Mama akamwangalia kwa macho yenye machozi, akamkumbatia kwa upendo akasema, mwanangu, mimi sikuwahi kukuacha, mimi ni mama yako hadi mwisho. Hata hivyo maisha ya Kelvin hayakubaki vilevile. Marafiki waliomzunguka walipogundua hana tena pesa, walitoweka. Mke wake Miriam alihama kabisa, akasema wazi kwamba hawezi kuishi na mtu maskini. Kelvin akabaki peke yake, akilazwa hospitalini bila mtu wa kumwangalia, isipokuwa mama yake. Mama aliyoitwa mchawi na kudhalilishwa mara nyingi, ndiye aliyebaki kukaa kando ya kitanda chake, akimlisha akimbadilishia nguo akimwombea usiku na mchana. Kelvin alianza kupata nafuu taratibu, lakini maisha yake hayakubaki vile vile. Alipomruhusiwa kutoka hospitalini, alirudi kijijini akiwa pamoja na mama yake. Wakati huu alitembea kwa aibu mbele ya watu wa kijiji, aliona nyuso za watu waliokuwa wamamsema vibaya mama yake wakimkodolea macho. Alihisi udhalili waliomfanya mama yake zamani sasa umemwangukia yeye mwenyewe. Mama hakumsema vibaya, alimshika mkono na kumwambia twende nyumbani mwanangu. Na hapo ndo inakuwa mwisho kabisa wa stori yetu. Tafadhali tuandikie maoni yako. Je, ungekuwa wewe ni mama Kelvin, ungemsamehe mwanao au ungemwacha dunia iendelee kumfundisha? Usisahau ku like ku comment pamoja na kushare stori hii. Tukutane tena next time bye. bye.